Hakika, haya hapa maelezo kuhusu hedhi na mzunguko wake yakiwa yamepangwa kwa njia rahisi zaidi. Hedhi ni nini? Hedhi ni pale ambapo mwanamke anatokwa na damu kutoka kwenye mfuko wa uzazi uterasi, kupitia uke. Hii hutokea kila mwezi. Hii ni sehemu ya kawaida ya mzunguko wa uzazi wa mwanamke. Mzunguko wa hedhi ni nini? Mzunguko wa hedhi ni mfululizo wa mabadiliko ya homoni ambayo huandaa mwili wa mwanamke kwa ujauzito kwa wastani mzunguko huu huchukua siku ishirini na nane lakini unaweza kuwa mfupi au mrefu zaidi mzunguko wa hedhi una awamu nne awamu ya hedhi mstari wa hii ni awamu ambayo damu ya hedhi hutoka awamu ya follicular, mwili huandaa yai kwa ajili ya kupevuka awamu ya ovulation yai huachiliwa kutoka kwenye ovari awamu ya luteal mwili huandaa mfuko wa uzazi kwa ujauzito ikiwa hakuna ujauzito mzunguko huanza upya njia za kupunguza maumivu ya hedhi Njia mbadala za kupunguza maumivu wakati wa hedhi. Maumivu ya hedhi, dysmenorrhea, hutokea kutokana na mikazo ya misuli ya mfuko wa mimba. Ingawa dawa za kupunguza maumivu zinaweza kusaidia, kuna njia mbadala za asili zinazoweza kupunguza maumivu bila kutumia dawa. Njia hizi ni salama na zinaweza kusaidia mwili kwa ujumla. Moja, matumizi ya maji ya moto au kitambaa chenye joto. Kupaka chupa ya maji ya moto kwenye sehemu ya chini ya tumbo unaweza kusaidia misuli ya uterasi kupumzika na kupunguza maumivu. Unaweza pia kutumia kitambaa chenye joto au mfuko wa maji ya moto kwa dakika kumi na tano ishirini mara kadhaa kwa siku. Tafiti zinaonyesha kuwa joto linaweza kufanya kazi sawa na dawa za kupunguza maumivu kama ibuprofen. Mbili, masaji ya tumbo na mwili. Kupaka mafuta ya mwarobaini, mafuta ya nazi au mafuta yenye harufu ya lavenda na kuyasugua kwa mdundo wa mviringo tumboni husaidia kupunguza maumivu. Masaji ya mwili mzima hasa kwenye mgongo wa chini inaweza kusaidia kupunguza mvutano wa misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Unapopata masaji mwili hutoa homoni za utulivu kama endorphins zinazopunguza maumivu. Tatu, mazoezi mepesi na yoga. Ingawa wanawake wengi hawapendi kufanya mazoezi wakati wa hedhi, mazoezi mepesi yanaweza kusaidia kupunguza maumivu kwa kuboresha mzunguko wa damu. Yoga ni moja ya njia bora za kusaidia misuli kupumzika na kupunguza mikazo ya uterasi. Mkao wa yoga kama child's pose, cobra pose na cat cow stretch husaidia sana. Kutembea kwa mwendo wa kawaida pia husaidia kupunguza mvutano wa mwili na kuboresha mzunguko wa damu kwenye tumbo la chini. Nne, kutumia chai ya asili. Baadhi ya chai za mitishamba zinaweza kusaidia kupunguza maumivu ya hedhi kwa kupunguza uvimbe na kusaidia misuli ya uterasi kupumzika. Chai ya tangawizi. Tangawizi ni dawa ya asili inayopunguza uvimbe na maumivu. Unaweza kuchemsha kipande cha tangawizi kwenye maji na kunywa mara mbili kwa siku. Chai ya mdalasini. Mdalasini una uwezo wa kupunguza maumivu na kudhibiti mzunguko wa hedhi. Chai ya chamomile. Chamomile ina misombo inayosaidia kupunguza mvutano wa misuli na kuleta utulivu mwilini. Chai ya peppermint inasaidia kupunguza gesi tumboni na maumivu ya tumbo wakati wa hedhi. Tano, lishe bora. Vyakula vyenye magnesium kama mboga za majani, ndizi na karanga husaidia kupunguza mkazo wa misuli. Vyakula vyenye omega tatu kama samaki, mbegu za chia na korosho husaidia kupunguza uvimbe na maumivu. Matunda yenye maji mengi kama tikiti maji na matikiti huweza kusaidia mwili kubaki na unyevunyevu, kupunguza kuvimba na maumivu. Epuka vyakula vyenye chumvi nyingi, sukari nyingi na kahawa, kwani vinaweza kuongeza kuvimba na maumivu. Sita, kupumzika na kulala vya kutosha. Usingizi wa kutosha kusaidia mwili kupona na kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kuzidisha maumivu ya hedhi. Kujilaza kwa upande wa kushoto na kukunja miguu kidogo kunaweza kusaidia kupunguza maumivu. Saba, kuvuta pumzi kwa kina na kupunguza msongo wa mawazo. Mkazo wa mawazo unaweza kuongeza maumivu ya hedhi. Njia bora za kupunguza msongo wa mawazo ni kufanya kufanya meditation au kutafakari kwa kwa kina, kusikiliza muziki wa utulivu, kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina. Nane, kuoga maji ya moto. Kuoga maji ya moto husaidia misuli kupumzika na kupunguza maumivu. Unaweza kuongeza chumvi ya bahari au mafuta ya lavenda kwenye maji ya kuoga kwa matokeo mazuri zaidi. Matumizi ya dawa kwa maumivu ya hedhi. Ikiwa maumivu ni makali na hayaishi kwa kutumia njia za asili, unaweza kutumia dawa za kupunguza maumivu kama msariwa Moja, dawa za kupunguza maumivu painkillers, ibuprofen Advil, Motrin hii ni dawa ya NSAID inayopunguza maumivu na uvimbe. Naproxen. Aleve inafanya kazi sawa na ibuprofen lakini huweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Paracetamol, Panadol, Tylenol. Hii ni dawa salama kwa wale wasioweza kutumia NSAIDs. Mbili, vidonge vya kudhibiti mzunguko wa hedhi. Ikiwa maumivu ni makali kila mwezi, daktari anaweza kupendekeza vidonge vya uzazi wa mpango vinavyodhibiti homoni na kusaidia kupunguza maumivu. Tatu, dawa za kulegeza misuli. Baadhi ya dawa zinazotolewa kwa maumivu makali ni pamoja na drotaverine au hyoscine, ambazo husaidia kulegeza misuli ya uterasi. Hitimisho, maumivu ya hedhi yanaweza kupunguzwa kwa njia mbalimbali ikiwemo lishe bora, mazoezi, tiba za asili na dawa. Ikiwa maumivu ni makali sana na hayaishi hata baada ya kutumia njia hizi ni vyema kumwona daktari ili kuhakikisha hakuna tatizo kubwa kama endometriosis au fibroids.